karibu kipua TV kwenye simulizi kali na za kuvutia jina ya simulizi ya leo simu ya mwisho na msimuliaji wako Joseph katika kijiji kidogo kilichojulikana kama moshi mweusi aliishi msichana mdogo aitwaye salma alikuwa na umri wa miaka 22 mwanafunzi mwerevu wa chuo kikuu ambaye alipenda upweke Salma alipenda kusikiliza muziki hadi usiku wa manane katika chumba chake. Mara nyingi akitumia masaa mengi kwenye simu yake kabla ya kulala. Siku moja akiwa chumbani kwake, aliona namba isiyojulikana ikimpigia simu. Alijifanya kutosikia mwanzoni, lakini simu zilikuwa zikiendelea kwa siku mbili mfululizo. Alipojibu mwishowe, hakukuwa na sauti upande wa pili. Kulikuwa tu na sauti ya upepo mkali na minongono isiyoeleweka. Usiku wa tatu, akiwa amechoshwa na simu zisizoisha, alijibu kwa hasira na kuuliza nani wewe na kwa nini unanitafuta saa hizi, usiku wa manane. Sauti ya kutisha ilijibu kwa utulivu, Salma Salma, je, unakumbuka kilichotokea miaka mitano iliyopita? Salma aliduaa kwa muda mfupi, mwili wake ukijaa baridi kali. Maneno hayo yalimshutua kidogo lakini akujali chochote. Sababu hakukumbuka jambo lolote la kipekee kutoka miaka mitano iliyopita. Alipotazama kwenye simu yake, namba ya aliyempigia ilionyesha tu namba asizozitambua. Usiku uliofuata, Salma alianza kuota ndoto za kutisha. Aliona umbo la mtu lililojaa giza. Kila alipofungua macho alihisi kana kwamba mtu alikuwa akimtazama kutoka kwenye kivuli. Matukio hayo ya ajabu yaliendelea kuongezeka. Salma alianza kusikia simu yake ikilia hata wakati haikuwa inaita. Kila aliposhika simu yake alikuta ujumbe mpya wa maandishi ukiwa na maandiko yafuatayo: usipuuze simu yangu, Salma. Ukweli utadhihirika hivi karibuni. Alipowaambia marafiki zake walicheka, wakidhani kwamba alikuwa akiota ndoto tu, lakini rafiki yake mmoja wa karibu aitwaye Amina alihisi kuwa kuna jambo lisilo la kawaida na aliamua kukaa naye kwa usiku huo. Usiku ule kila kitu kilibadilika. Saa nane usiku simu ya Salma iliita tena. Amina, akiwa ameshikwa na hofu, alimshauri asijibu. Ghafla, simu ilizimika yenyewe na nyumba nzima ikatanda giza nene. Wakati wamezubaa na umeme kukata ghafla, mlango wa chumba cha Salma ulianza kutikisika kwa nguvu kana kwamba mtu alikuwa akijaribu kuvunja. Wakiwa wamejaa hofu, Salma na Amina walijificha pamoja kwa woga. Hewa ilikuwa nzito, anga lilikuwa na uwepo wa kitu kisichoweza kueleweka. Kisha ile sauti ya kutisha ikasikika tena na ikifuatana na kicheko cha kutisha. Sauti ikasikika kwenye pembe za ukuta ikisema, "Salma, wakati wako umefika." Mlango ulianza kufunguka polepole, kilionekana kivuli cha mtu akiwa amesimama mlangoni. Uso wake haukuwa unaonekana, lakini macho yake meupe yalikuwa yakichoma kwenye giza. Amina alitoa sauti kwa ya uoga na kupoteza fahamu. Salma alijaribu kukimbia, lakini kabla hajafika mlangoni, alihisi mkono baridi wa barafu ukiishikilia bega lake. Itaendelea sehemu ya pili, tufolo ili kupata mwendelezo wa simuli kali na za kusisimua.